Kwa baraka ya upenyo. Kama unavyojua, tunaelekea majira ya mwisho kabisa ya mwaka wa 2025 tukiingia 2026 lakini maombi yangu na doa yangu kwamba 2026 utakapoanza, ukaanze na upenyo katika kila eneo kwa jina la Yesu Kristo. Nasema ni maombi yangu F2 na dua yangu 2026, Mungu akakupe upenyo kwa kuanzia sasa katika kile eneo kwa jina la Yesu. Inawezekana kulikuwa kuna mazingira na kuna maeneo ambayo unakosa upenyo katika kila jambo unalolifanya. Nasema leo ukaanza kupokea upenyo katika kile eneo kwa jina la Yesu. Inawezekana umefanya mambo kadha wa kadha, inawezekana umejitahidi kwa namna yoyote, umetumia akili yako imeshindikana, ukaweka marafiki kashindikana, ukafanya uchanja wa kila namna, ili kuhakikisha maisha yako yanainuka, lakini kwa sababu ya kwa kukosa kukosa upenyo kushindwa kusogea mbele lakini nataka nikutangazie leo, tunaye bwana wa upenyo wa kila namna. Ina taburi juu yako siku ya leo, kila jambo atakaokwenda kulifanya hata ikapata upenyo kwa jina la Yesu. Mambo inajulikana likawezekane, iliokuwa limegoma likaachilia. Sasa mambo yako yakaanze kutembea, yaliyokuwa yamelala yakanyanyuke, yaliyokufa ikapewa uhai kwa jina la Yesu. Nasema sema e